Kwa majina naitwa Likunda Mrutu nitokea kata ya Malolo mtaa wa Kombo Masai, ni jirani na tukio lile sehemu lilipotokea. Mimi asubuhi nimeamka, nikaa najiandaa na mambo yangu ya kila siku, nikapigiwa simu na jirani ananiambia, uko wapi? Kuna tukio lilitokea relini hapa. Nikamwambia sawa, ngoja nakuja. Nilipofika nimekuta mwili umeburuzwa na treni, mwili ule umeonekana umevurugika sana nguo zote, mwili wote uko chini, nguo zote zimesagika sagika, na viungo baadhi ya viungo viko chini. Yani tumemkuta tu kaburuzwa kakatika katika ana, yani kaumia sana, kichwa kimebomoka yani, kakatika katika sana. Kwa hiyo tukaja tukamkuta, tuka tukapiga simu polisi, tukatoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo tumekaa tunasubiri. Hii kushtuka, tumeshtuka sana tumeogopa sana kwa kweli, kwa kushtuka tumeshtuka sana kijana mwenye jinsia ya kiume amini kwamba ni mwanaume ambaye, kwa haraka haraka, hakuna mba, kwa jirani karibu aliweza kumtambua kwamba ni mkazi wa eneo hili, lakini pia hata walipofika watu wengi ambao wanaishi maeneo haya wamejaribu kuangalia kwa kudhani kwamba wanaweza kumtambua, lakini napo pia hakuna aliyeweza kumtambua kwa haraka. Kwa hiyo tumekuta mwili ambao ume, umeharibika umesagika mno hadi kupelekea baadhi ya viungo kuwa pembeni kama vile maini amini, utumbo pia na mapafu, vikiwa vime vimesambaa juu ya reli. Kwa hiyo mwili ulikuwa umeharibika mno vibaya sana. Ndiyo mkakati huo huko wa kutoa elimu, lakini pia hata shirika la reli na lenyewe pia tulikuwa tunaomba liongeze umakini, kwa sababu treni na njia yake ambayo ni reli, lakini kuna makutano ambayo tuna shea kati ya reli na binadamu kwa hiyo tunaomba na wenyewe waongeze umakini kwa sababu hata honi zao zimekuwa ni ndogo sana. Yani honi ikipigwa ya treni ka vuvuzela la mtoto, wakati tofauti na mwanzo, kipindi sisi tunakuwa reli, ilikuwa ikifika kwenye junction treni ikipiga honi, nyumba zote hizi lazima msikie kwamba kuna treni inapita. Lakini tunaomba pia na wenyewe leli waongeze umakini jamani. kuna mtu amemfahamu hapa? Panaonekana huyu huyu marehemu hajagongwa muda huu, tumewauliza majirani hapa wamesema kwamba kuna treni ilipita usiku, si ndio? Hapa, hakuna mtu anayemfahamu. Hakuna mtu anayemfahamu. Hakuna. Sasa, si eh pengine ndio inaweza kusababisha kifo, na tumewauliza majirani hapa hakuna mtu anayemfahamu, au kuna mtu anayemfahamu? Hakuna, shauriane, tutoe sasa, sisi tupeleke hospitali afu taratibu zingine wakazichukue kule, kwa sababu tunapoendelea kukaa hapa inakuwa sio sawa. Mm. Tuna kama risaa hivi mpaka sasa hivi hatuja vyombo vingine bado havijafika ambapo vinahusika. Sisi tutatoa huu mwili tutapeleka mochwari. Taarifa zingine wao utazipata kule, sawa? Sisi sheria zetu zisuruhusu sisi tukae muda mrefu eneo moja. Si ndio? Kwa hiyo sisi tutaendelea na utaratibu hapa. Wewe upo utawasubiri au watakaokuja taasisi zingine za kuja kufanya uchunguzi tutapeleka. Tunapofika eneo la tukio natakiwa tufanye kile tulichoitiwa kwamba wewe umetuitwa kwamba kuna mtu amegongwa na treni yako, tubebe mwili tuupeleke huko, au kama majeruhi tumchukue tumpeleke hospitali kusudi akatibiwa. Sasa kitendo cha kukaa hapa muda mrefu namna hii, kidogo wakileti picha nzuri kwa wananchi. Kwa hiyo tunawatoa huu mwili tutaupeleka mochwali, sawa? Taarifa zako taarifa zingine watakuja kuchukua kutoka kwako, sindio?